Kufuatia sakata la mjane kutolewa kwenye nyumba ya familia kwa nguvu ikidaiwa kuwa marehemu mume wake alikuwa anadaiwa kiasi cha shilingi milioni mia moja na mtu aliyejulikana kwa jina la Mohamed Yusufai, aliyekuwa waziri wa ardhi Anna Tibaijuka ameandika ujumbe huu juu ya swala hili, na mnukuu, sakata la mjane Mikocheni kutolewa kwenye nyumba ya familia kwa mabavu na mabamsa inasikitisha. Nawashukuru DC na wa Kinondoni na RC wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila kuchukua hatua zinazoweza kutatua. Mimi nikaona nitoe elimu ya ujumla. Anaendelea kusema kwamba mwaka 2011 nilikuwa waziri wa ardhi, tulikuwa makini sana. Kama cavity iliwekwa inamaanisha msajili aliona there is a case to answer kwa hiyo akakubali zuio hilo ili mmiliki mpya asijewazuia watu wengine hiyo nyumba na kuleta mgongano zaidi. Kwa kaviti akalinda uwezekano wa mtu yeyote kufanya nyumba hiyo muamala wowote bila amri ya mahakama au mgogoro kuisha. Sasa kama mahakama zimetingua hiyo kaviti sijui, lakini nimeguswa sana na hiyo inhuman eviction ya mjane na watoto anaendelea kuzungumza kwamba it was not necessary in my view. Nimeshuhudia wanawake waliofungwa jela ili waume wauze nyumba zao. Nikaona nitoe elimu kwa ujumla, labda kusaidia utatuzi wa mgogoro, lakini pia wengine wanaoweza kukutwa na matatizo. Anasema ni hivi, uwepo wa idhini halali ya ndoa katika uuzaji wa nyumba na ardhi nchini Tanzania ni muhimu na lazima, yani verifiable spouse consent. Sheria za ardhi na ndoa nchini Tanzania zinataka mali ya ndoa hasa makazi ya familia istolewe kwa kuuza, kukodishwa au kuwekwa rehani bila idhini ya maandishi ya mwenza wa ndoa. Iwapo idhini hiyo haitapatikana, muamala unaweza kutangazwa batili na mali kurejeshwa. Anaonyesha changamoto kwa baadhi ya wanandoa au taasisi za fedha huendeleza mikataba bila kuthibitisha idhini ya mwenza au uhalali wake. Wanandoa sio na elimu ya kisheria, hukosa kuelewa haki zao na hivyo hukosa kutetea maslahi yao. Na wenza wadanganyifu hufanya mambo ya kificho au kughushi sahihi. Aidha, wanunuzi wasio waangalifu hujikuta wakipoteza fedha baada ya mahakama kufuta mikataba. Tibaijuka ametoa mapendekezo Namba moja, anasema uelewa wa umma; serikali na mashirika ya kiraia waendeshe kampeni za elimu kuhusu haki za mali ya ndoa. Namba mbili, anasema uthibitishaji imara; mamlaka za ardhi zifanye ukaguzi wa kina kabla ya kuruhusu mikataba. Anasema wanunuzi wahimizwe kuthibitisha hadharani idhini ya mwenza kabla ya kununua, na mwisho, benki na watu wa mikopo wawajibishwe kisheria iwapo watashindwa kuthibitisha idhini ya ndoa ili kuwepo kihalali, sio kwa ujanja ujanja. Anamalizia kwa kusema sera nzuri ya ulinzi wa makazi ya familia ni msingi wa usawa wa kijinsia na ustawi wa kijamii. Kuimarisha utekelezaji wa sheria kutazuia migogoro ya kifamilia na kulinda haki za wamiliki wote wa ndoa. Ikumbukwe kuwa tarehe 23 Septemba 2025, mama huyu mjane alionekana akibebwa kwa nguvu na kutupiwa vitu vyake nje kwa madai ya kwamba aondoke ndani ya nyumba hiyo kwani ilishauzwa na marehemu mume wake. Nini maoni yako juu ya udhalilishaji huu uliofanyika kwa Bi Alice? Tuambie kwenye komenti.